Somo la pili, somo katika Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya kumi na mbili aya ya tatu b mpaka saba na kumi na mbili mpaka ya kumi na tatu Hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule Pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule, azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, ni viungo vyote vya mwili ule, navyo ni vi, vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi zote tulibatizwa kuwa mwili mmoja kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyeshwa roho mmoja. Hilo ndilo neno la Bwana.